Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu leo siku ya Jumanne. Tafakari, tafakari yetu tunaipata kutoka katika injili ya Matayo sura ile ya ishirini na moja aya ya ishirini na nane hadi ile ya thelathini na mbili. Nitaisoma. Siku ile Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee, mwaonaje Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwambia yule wa kwanza akasema, mwanangu leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu Akajibu akasema, naenda bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vilevile. Naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Je, kati ya hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba wata, wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu Yohane alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Neno la Bwana. Sifa kwako, kwa e Kristu. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo anazungumza uhalisia wa makundi ya kidini yaliyokuwepo nyakati yeye akiwa anaishi na baadaye anazungumza pia makundi ambayo yalionekana kwamba ni maovu. Sasa watu waliokuwa wanaonekana kwa mwonekano wa nje kwamba ni wacha Mungu, walikuwa ni makuhani waliokuwa wanahuduma katika hekalu la mwenyezi Mungu, walikuwa ni wazee, walikuwa ni waandishi, walikuwa ni Mafarisayo. Kwa mwonekano wa nje, walikuwa ni watu wachaji wa mwenyezi Mungu, watu wa mwenyezi Mungu, na kuna kundi mmoja ambalo hilo lilionekana kwamba ni baya, ni chafu, halifai. Ilikuwa ni wale ambao siku zote walikuwa wanasimama na serikali ya Kirumi kutoza kodi kwa watu au watoza ushuru, na kwa sababu maisha yalikuwa ni magumu, likaibuka kundi la makahaba ambao walikuwa wanajiuza waweze kupata pesa, maisha yao yaweze kusonga mbele. Hawa walikuwa wanaonekana ni waovu, ni wachafu. kundi lile la kwanza ambalo lilikuwa la viongozi wa kidini likawa linawaambia hawa makahaba na hawa ambao ni e, watoza ushuru watakuwa ni kuni katika moto wa milele. Sasa Yesu anakuja anatolea mfano anasema, alikuwepo baba mmoja, akamwambia mwanawe wa kwanza, nenda katika shamba langu ukafanye kazi, shamba la mizabibu. Huyu akasema naenda, alafu hakwenda. Sasa ni akina nani hawa? Anazungumza mzaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza walikuwa ni hawa ambao walikuwa ni viongozi wa kidini, makuhani. Kwa nje walitoa ahadi nyingi sana, wamesomeshwa elimu kubwa katika mambo ya kimungu, wametoka katika familia za kikuhani, wanakula vitu vile vya kikuhani, lakini kwa nje wanaonekana kwamba wamepokea ule mwaliko wa Mwenyezi Mungu wa kushika agano lile la Mwenyezi Mungu, kushika agano lile la uhai, kuwafundisha watu kutenda matendo yaliyo mazuri, lakini kumbe walikuwa watende kwa sababu hadi katika mipango ya kuweza kumuua Yesu, walikuwa wamepanga mipango mibaya, wakamleta ile mwanamke aliyokuwa amefumaniwa, walikuwa ni wazee. Na Yesu mwenyewe akazungumza akasema, asiyekuwa asiyekuwa na dhambi aye wa kwanza kuweza kumrushia jiwe. Walianza wa kwanza kuondoka wazee, baadaye wakafuatia hawa vijana kwamba wao wenyewe dhambi za uzinzi zilikuwa ndani mwao. Kwa nje walitoa viapo kwamba sisi tutakutumikia Bwana, tutafanya matendo mema, lakini hawakutenda akazungumza akasema mtoto wa pili. Mtoto wa pili huyu alipoambiwa na baba yake nenda shambani, akasema sitaki, lakini baadaye akatubu na akaenda kufanya ile kazi. Yesu anatolea mfano kundi hili la pili, ni wale ambao Mafarisayo, ni wale ambao walikuwa ni watoza ushuru na wale ambao ni makaba, yaani walikuwa ni watu wa matendo, wanaonekana kwamba ni wagumu, wanaonekana kwamba vichwa vyao havina mpango kuweza kumjua Mwenyezi Mungu, lakini wana matendo mema ya ukarimu sana, wanawasaidia watu, na ndio maana katika ile sherehe ambayo alipokuwa amempata huyu eh, ambaye alikuwa anaitwa Zakayo Zakayo angalia alivyotoa pesa yake, nusu ya mali zake alivyowapatia masikini, na angalia anavyozungumza toka ndani ya nafsi yake, anasema, na ikiwa kama nimemdhurumu mtu yoyote yule pesa yake namrudishia mara nne. Maanake ndani ya nafsi yake hakuwa amefanya dhuruma, ingawa mwonekano wake wa nje ulikuwa ni anaonekana kama ni mbaya, lakini alikuwa na matendo mema mazuri kwa asili. Yesu anawasifia hawa. siku ya leo Yesu angekuja akikuja hapa akiwa anazungumza kwamba Yohana Mbatizaji amekuja amehubiri, tokea mwanzoni kabisa kipindi hiki cha majilio tumeambiwa tufanye toba, leo hii ungekuwa umesimama wapi? Kwamba umeitikia mwaliko huu wa kipindi hiki cha majilio kwa shangwe kubwa, lakini mpaka leo hujafanya toba, hujaungama, umeitikia kwamba itengeneze njia ya Bwana, ukisema naitengeneza njia ya Bwana, lakini mpaka leo kuna jirani yako huongee naye, hujatengeneza njia ya Bwana kwa jirani yako, hujatoa msamaha like, mpaka leo hii hujafanya matendo hata ya huruma kwa baadhi ya watu ambao ni wahitaji, hujaenda kuwatembelea wafungwa, hujaenda kuwatembelea wagonjwa, hujaenda kumwona hata jirani yako ambayo ana shida. Kuna watu ambao wanaonekana ni wabaya machoni petu, wanafanya matendo mema sana kwa siri. Mwenyezi Mungu atutie nguvu tuweze kuwa watu wa matendo, tusio watu wa ahadi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.